Alifufuka. Kwa hiyo tunasema somo linaitwa kwa, kwa nini Yesu alikufa na kufufuka. Nataka uchi kwa sababu watu wengi wanaulizana hii story, bwana bwana kama alisabsii hivi. Eti Mungu, eti Mungu kabisa Mungu ameenda kwa msalabani eti Mungu Kristo Mungu na mgriso. Hoku, m -m -m -m la <laughs> na ngero za mtaani, kwa sababu ndipo watu wanapojaribu kuuliza maswali Yaani wewe unaamini vipi kabisa unakana mtu mzima, unasema tu kwamba Yesu wetu alikaa msalabani. Mungu Mungu Yesu nasema ni Mungu. Sasa ikawaje Mungu akapigwa msalabani? Nataka leo uelewe taratibu, kwa sababu ukielewa itakusaidia kusaidia na wengine pia. Kwa nini Mungu akamchukua mwanawake wa pekee akamweka msalabani ili aweze kuuawa kwa ajili yako? Nisikize kwa makini na ukinielewa, itakusaidia kuweza kuyashika na kuwa na umakini katika hili. Naomba tufungue pamoja kitabu cha Yohana sura ya ishirini mstari wa kwanza mpaka thelathini. Yohana mtakatifu sura ya ishirini mstari ule wa kwanza mpaka thelathini nitasoma naomba unisikize kwa makini kama maya kusikiliza kidogo ukatiga masikio yako na tamani unisikiize kwa makini kwa maana ndio msingi wa somo letu sana na wakati huu Yohana sura ya 20 mstari wa kwanza, nisikize kwa makini, anasema hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado, akiona lile jiwe limeondolewa kaburini basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro, Pete, Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia wamemondoa Bwana kaburini, wala tujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, mbio wakashika njia kwenda kaburini wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuangalia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro akimfuata, akaingia ndani ya kaburi akavitazama aka vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwa kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa, imezongwa zongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa kwanza kufika kaburini, akaona na kuamini maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba ilimpasa kufufuka. Basi wale wanafunzi wakaenda zao tena nyumbani kwao, lakini Mariam, lakini Mariam alikuwa akisimama katika karibu na kaburi nje analia. Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi, akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo aliporazwa mwili wa Yesu. Nao akamwambia, mama unalia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, wala mimi sijui jui walikomweka. Naye akisha kusema hayo akageuka nyuma Akamwona Yesu amesimama asijue kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia, mama, unalia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akizania kwamba ni mtunza bustani akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamwondoa. Yesu akamwambia, Mariamu akamwambia kwa Kiebrania Raboni, yaani mwalimu wangu. Yesu akamwambia usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini endenda kwa ndugu zangu ukamwambie, nitapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu na Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Maria Magdalena akaenda akawapasha habari wanafunzi, nimemwona Bwana, na kwamba amemwambia hayo. Leo natamani uangalie kushoto kwako na kulia kwako kwa. Yesu amefufuka. Yesu ameshinda mauti. Yesu amemaliza kazi. Yesu ameacha alama ya mwanadamu ambele na akafufuka. Kwa nini Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka? Sababu ziko saba, twende taratibu. Kwa nini Yesu alikufa na kufufuka? Kwa nini, kitabu cha Korintho pili sura ya 15 Mstari wa kwanza mpaka wa tano unatoa sababu ya kwanza. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, alijitoa ili mimi na wewe tusamewe dhambi zetu. Kitabu cha Isaya 55 mstari wa tatu, anasema kwa kupigwa kwa Yesu sisi tume kwa nini Yesu alikufa? Ili sisi tusamewe dhambi zetu. Ngoja nikwambie kitu kidogo sana, wale ambao ni wa wazee wa maeneo kama haya nielewa, nikwambie kitu, nikifanya makosa katika jamii yoyote katika Afrika, inabidi wazee wakaye, wakatoe ng'ombe, watoe na damu kwa miungu au kwa mizimu, ndio mambo yanatulia. Mwanadamu akiwa na dhambi iwe ya uongo, uzinzi, uharibifu, uuaji, hawezi kuwa na amani mpaka umeondolewa zile dhambi. Kitu ambacho kinaondoa dhambi ni damu. Kwa Yesu, unapoenda msalabani, Bwana Yesu, natubu dhambi, ile damu ya Yesu ndiyo nakusamehe. Kwa usije ukakaa na dhambi ulifanyeje, amb aicarishi ulifanyeje dhambi. Usikubali kulala na dhambi, nenda kwa Yesu, omba msamaha, ndio ponyaji wako. Ingekuwa zamani, ingebidi utoe ng'ombe ishirini, ingebidi utoe ng'ombe hamsini, lakini leo unaitaja jina la Yesu, Baba inatubu, imetoka hiyo, imeisha hiyo, hakuna dhambi tutakayohesabiwa Mungu alikusamea umesamewa kweli kweli. Kwa sababu ya kwanza, kwa nini Yesu alikufa msalabani? Ili sisi, mimi na wewe, tuweze kusamewa dhambi. Ndio maana kuna wimbo mmoja unasema, deni la dhambi msalabani lilimalizikia, leo niko huru tena huru.